Kuwa moja ya jukumu la taasisi ya Tume ya Madini iliyo chini ya Wizara ya Madini ni kupokea maombi, kuandaa na kutoa leseni za madini. Katika utoaji wa leseni kumekuwa na mwenendo mzuri ambapo idadi ya leseni zinazotolewa kila mwaka wa fedha imeendelea kuongezeka. Ndugu wanahabari, mbali na mafanikio hayo katika ongezeko la leseni zinazotolewa mwaka hadi mwaka na kuashiria uwepo wa ongezeko la uwekezaji katika sekta ya madini, kuna baadhi ya wamiliki wa leseni ambao wamekuwa hawazingatii utekelezaji wa ya majukumu yao ya umiliki wa leseni kwa mujibu wa sheria ya madini ya sura namba mia moja na ishirini na tatu. Miongoni mwa makosa ambayo yamekuwa wakijitokeza mara kwa mara ni pamoja na wamiliki wengi wa leseni kutoanza au kutokuendeleza maeneo ya leseni zao na badala yake wanahodhi maeneo, hawalipi hada stahiki za leseni, hawatekelezi masuala ya ushirikishwaji wa Tanzania kwenye shughuli za madini, yani local content, wala wajibu wa makampuni kwa jamii, yani corporate social responsibility. Vile vile wanashindwa kuthibitisha matumizi ya fedha yaliyofanyika pamoja na vielelezo vya vile matumizi husika kwenye uendelezaji wa leseni. Ndugu wanahabari, kufuatia uwepo wa makosa hayo, Tume ya Madini ilitoa hati za makosa kwa jumla ya leseni mia mbili na tano ambazo zinajumuisha leseni za utafiti wa madini mia moja na kumi na leseni za uchimbaji mkubwa na wakati tisini na tano. Ndugu wanahabari, baada ya wamiliki hao wa leseni kupewa hati za makosa, baadhi wamewasilisha utetezi wao na kurekebisha makosa na baadhi wameshindwa kurekebisha makosa yao. Mathalan, wamiliki wa leseni za utafutaji wa madini 44 wameshindwa kurekebisha makosa yao. Vilevile, wamiliki leseni 29 za uchimbaji wa kati wa madini wameshindwa kurekebisha makosa yao. Napenda kuutangazia umma kwamba naielekeza Tume ya Madini kufuta jumla ya leseni sabini na tatu ambazo wamiliki wake wameshindwa kurekebisha makosa. nitoe Ni wito kwa wamiliki wote wa leseni za madini kutekelezwa mataka ya sheria pamoja na masharti ya leseni wanazozimiliki. Sitawavumilia watu wanaochukua leseni na kukaa nazo bila kuziendeleza. Naielekeza Tume ya Madini kusimamia sheria kikamilifu na kutoa hati za makosa kwa wakiukaji wote wa sheria na kufuta leseni zisizoendelezwa bila kumwonea mtu. Nipende kuwakaribisha wawekezaji wote wakubwa kwa wadogo, wa wa wenye nia dhati ya dhati ya kuwekeza kwenye sekta ya madini kuwasilisha maombi ya leseni yaliyokamilika katika maeneo ya wazi, na sisi tutawasaidia kuwapatia leseni kwa wakati. Kwa kumalizia naomba nitoe rai kwa wawekezaji wote wenye leseni za madini kutimiza wajibu wao wa umiliki wa leseni kwa kuzingatia matakwa ya sheria ya madini sura namba mia moja na ishirini na tatu. Aidha, Wizara ya Madini itaendelea kuwapa ushirikiano wa wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi wenye nia ya kufanya uwekezaji wenye tija na kukuza uchumi wa taifa letu kutokana na uvunaji wa rasilimali madini.